Hawa ambao ndio walikuwa na chimba warudishie haya mashimo, wasawazishe baki kwenye hali ambayo inaridhisha, kwa sababu hawakuta mashimo haya, hawakuta bwana, ndio wameweka haya mashimo. Kwa hiyo la msingi ni kuhakikisha kwamba wafukie haya mashimo. Lakini hata nilikuwa najiuliza, hawa watoto wetu wawili wamefariki, wamefariki vipi? Wamefariki kwa sababu ya haya mashimo. Kwa hiyo OCD, OCD uko hapa, niko hapa, tuchunguze, je, ni uzembe wa watu gani watoto waliingiaje kwenye maeneo haya mpaka wakafa? Basi tuchukue vitu for granted. Watanzania wawili wamekufa kwa sababu ya uzembe wa hao ambao wamechimba mashimo, alafu tunachukua Watanzania tunakwenda kuwazika simply, kile tunachukua kirahisi wakati kuna uzembe umefanyika. Angalieni sheria zetu zinasemaje, kama kuna makosa ambayo wamefanya hawa ambao wamechimba ya mashimo, hawakutake precautions, tuweze kuchukua hatua, ndio cha kufanya. Lakini watanzania wenzangu, ninachosema mtu yote akifika hapa, hata kama hajui sheria, unachimbaje ndani ya mto? Na wale ambao unasema wanavua vuvu halamu wanafanyaje vuvu ndani halamu? Na tuna vyombo vyombo vyetu vichukua hatua, vyombo vyetu fanye kazi, na ndio maana tupo na tunalipa kodi. Na Watanzania, hata kama hatuwezi kutimiza wajibu wetu, tunategemea nini? Maana yake mwisho wa siku serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania italalamiwa na anakuja kulalamikiwa zaidi ni mheshimiwa rais, jambo ambalo kwa kweli si sahihi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kuanzia sasa maelekezo yangu ni hayo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba vyombo viteki charge wakishaya maeneo tena, hizi activities zingine hazifanyiki mpaka hapo tutakapokuja kuridhika kwamba utaratibu umefanyika, kwamba mjitahidi, wiki ijayo Jumatatu, wataalamu wote ambao nimewataja hapa, mje hapa mkutane na hao watu, mwende kwenye eneo moja baada ya jingine, lakini kwenye maeneo yale, kwenye maeneo ambayo sheria zimekiukwa, kwanza moja, funga, sitisha mpaka wa comply ndio tuendelee kule ambako umechapisha mto mpe stop order, asiendelee na chochote moja. Waturudishie mto wetu, kama hawezi, tuarudishie mto wetu sisi wenyewe, na tutafunga, na hiyo leseni itaondoka. Hatuwezi kukaa tunaangalia watu wetu wanakufa, tunaangalia mifugo inakufa eti kwa sababu kuna mtu anachimba, na tumeshamwelekeza kwa mujibu wa sheria. Hata ikifuata haiwezekani, watu wanachimba, wanaacha mashimo na hao watu wanajua, watu wanaishi hapo, wamevuruga mto, hatuna maji. Maji hayo yanaonekana yale ndio masafi, ndo tunayotumia, tunaishi kama kuku wa kienyeji. Mimi hao wawekezaji wameshachimba shamba langu hata kunirudishia, hata fidia hawajanipa, hadi kuanzia tarehe kumi na tano mwezi wa tano ndipo walipochimba hilo eneo.